Nchi kumi na mbili ikiwemo Rwanda, hapo jana zimelaani kundi la waasi wa M23 kwa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Minzileti Ijai na maelezo zaidi. Hatua hii ya Kigali kuikosoa M 23 inayodaiwa kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likituhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu katika eneo la mashariki mwa DRC ambapo imeteka maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo kumi na mbili zimesema zinalaani hatua ya waasi wa AFC M 23 kuendelea kudhibiti maeneo zaidi na kuweka utawala mbadala. Aidha, taarifa hiyo iliyosainiwa hapo jana jijini Entebbe, Uganda, inatoa wito kwa kundi mengine ya kigeni yenye silaha mashariki mwa DRC yakiwemo FDLR na ADF kusambaratishwa na kuweka chini silaha zao bila masharti. Umoja wa Mataifa umelaani M23 kwa mauaji ya watu wakiwemo watoto. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International siku ya Jumanne nalo likituhumu kundi hilo kwa kuwaua na kuwatesa raia wanaowashikilia kinyume cha sheria. Wataalamu wawili wameiambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake kwa kundi la M23 kutokana na gharama za kifedha na kidiplomasia.